Siku nyingine tena, mpenzi mtazamaji, karibu sana katika kipindi cha Kivulini, kipindi ambacho kinatupatia wasaa mzuri uh, wa kuzifahamu idara mbalimbali mbali ndani ya uh, Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Na katika juma hili tunayo idara ya huduma za afya na kiasi ambapo tutakuwa naye Daktari Livingstone Kingu, ikiwa ni mwendelezo wa kipindi ambacho tumekuwa tukikifanya kwa takribani sasa majuma matatu, na leo tutakuwa na sehemu nyingine yenye kutujuza na kutubariki zaidi. Karibu sana, uh, daktari Livingstone Kingu. Nashukuru, asante sana kwa mwaliko. Imekuwa ni fursa nzuri ya pekee kujumuika nawe katika wasawa huu, na bila shaka mtazamaji katika majuma haya matatu amejifunza mambo mengi mazuri na leo yuko tayari kuendelea kujifunza zaidi, na hivyo kabla ya kuanza, tumkaribishe Mungu atuongoze, tuombe. Baba yetu ishie mali pa juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ruhusa ya kutuwezesha kuwa hapa kujadili mambo yanayohusu utendaji wa kazi yako katika ofisi hizi za Union ya Kusini mwa Tanzania. Tunakusihi Bwana, tunapoenda kusikiliza katika idara hii ya afya, yawepo mambo mengi ambayo yataendelea kutuongezea ufahamu na kuona vile kazi yako inavyoendelea kusonga mbele kwa upande wa idara hii. Tunaomba uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hata mwisho na tunaomba haya kupitia jina la Yesu, kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, amen, amina. Nam, daktari tumekuwa na mdaktari, tume majuma matatu ambayo tumejifunza namna ambavyo idara hii inafanya kazi. E, umetupitisha kuona uh, falsafa lakini pia uh, tamaduni fulani ambazo kama idara ya afya kwa ofisi hizi za makao makuu mnasimamia utendaji na hivyo inatuwekea katika mstari ulio mzuri wa kuifahamu zaidi. Katika mazungumzo yetu ya siku za awali katika vipindi vilivyopita, ulitujulisha kwamba ziko uh, kadhaa zahanati kadhaa <laughs> unaweza ukatuambia hizi zahanati ni zipi? Hizi zahanati tunaposema vituo vya afya eh, yaani vituo vya, vya kutolea huduma ya afya huwa viko kwenye ngazi tofauti tofauti. Utakuta kuna zahanati, utasikia kituo cha afya, utasikia polikliniki au kliniki maalum, utasikia hospitali ya wilaya ya mkoa na kadhalika. Kwa hiyo na sisi tunaenda katika mfumo huo huo kule kaskazini, wana hospitali mbili. Sisi huku union ya kusini bado hatuna hospitali, na kwa kuwa hatuna hospitali, hapo baadaye tutazungumza tuna mpango gani lakini kwa sasa tuna zahanati kumi na moja alafu tuna polikliniki moja mm-hmm. Hii polikliniki moja na yenyewe tuna mpango wa kuipeleka iwe kituo cha afya, kwa sababu ya taratibu za kiserikali, ilipokuwa polikliniki, kibali cha bima ya afya kuruhusu itoe huduma katika ngazi ya polikliniki imesitisha kwa polikliniki zote ambazo zina, zina, zinasajiliwa sasa hivi mm hatujui -hmm. hapo baadaye. mm -hmm. Lakini kwa sababu tupo kwa ajili ya kutaka kupanua wigo wa kutoa huduma, tumeamua kwenda kwenye kituo cha afya ambako wizara inapendekeza iwe hivyo. Kwa hiyo jumla ni vituo kumi na viwili vya kutoa huduma, ni vingi sana na hivyo tuna kituo uh, huko Dodoma, tuna kituo cha Dodoma kinaitwa Zoisa. mm -hmm. ambao hiyo fildi ina kituo kimoja tu. mm -hmm tuna field ingine ntuna hospitali zingine zahanati zingine mbili uh -huh. moja iko Temeke inaitwa uh -huh. Temeke dispensary uh -huh. zahanati ya Temeke uh -huh. lakini pia tuna zahanati ya Mtwara hizi uh -huh. ziko katika conference ya kusini ambako tunaita Seki kusini uh -huh. mashariki uh -huh. lakini pia kwa hapa katikati, eh, i, i, i, i, i, conference ya E, mashariki kati yenyewe ina Zanzibar ambako ni zaanati ina zaanati ya Pemba na pia ina Morogoro polikliniki ambayo iko pale Morogoro. Tukienda kule Lake Tanganyika, sasa kule Lake Tanganyika tuna zaanati mbili, moja ni zaanati ya Mpanda afu ya pili ni zaanati ya Sumbawanga. Tukienda jimbo la nyanda za juu kusini mm -hmm. Lenyewe linazo nyingi kidogo, nadhani kama nne hivi. Ya kwanza ni Mwakaleli, iko Tukuyu mm -hmm. Wanaita Busokelo, wilaya halmashauri ya Busokelo, na inafanya kazi vizuri. Inafanya kazi iko chini ya kanisa mahalia mm -hmm. Alafu tunayo Okela ambayo kwa sasa haifanyi kazi maana, kuna, kuna wakati fulani alipewa mshiriki kuiendesha kui, lakini yeye alishindwa kukidhi vigezo fulani vya kiwizara akafungiwa. Kwa hiyo sasa hivi ameshairudisha, tuna mpango sasa kuifufua na yenyewe ianze kufanya kazi. Ingine ambayo iko pale pale makao makuu mm -hmm. Iganzo nayo inaitwa Iganzo, ni zanati ya Iganzo. Kuna ingine iko Njombe. Zanati ya Njombe inaendeshwa na kanisa mahalia la Njombe. mm -hmm, na yenyewe inafanya kazi vizuri sana, ni kadogo kapo katikati ya mji, lakini kanafanya kazi vizuri. Na kwa haraka haraka hapa tunaona kwamba kama hiyo conference ya Nyanda za Juu Kusini ndio kama imekuwa na dispensary nyingi zaidi. Naam mm -hmm, lakini unaonaje mwitikio wa huduma hizi katika maeneo hayo? Mwitikio um, una changamoto. Dunia sasa hivi, mtangazaji, uielewe kwamba watu wameanza kuelewa. Ukisema zaanati anajua ni nini, ukisema kituo cha afya anajua kabisa kwamba huduma za kituo cha afya kikoje, ukisema polikliniki au wa hospitali wanaelewa. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba tumekuwa na fursa ngumu kwa sababu tumebaki katika vituo ambavyo vinaitwa zaanati na huduma za kwenye zahanati kwa kweli huwa sio pana sana, zina ukomo wake, na hasa katika huduma za bima ya afya. Hivyo unakuta kwamba watu wengi wanakimbilia kwenye vituo vyenye ngazi ya juu kuliko zahanati. Hiyo tu kwetu ni changamoto, kwa sababu pamoja na kutoa huduma nzuri kiasi gani, lakini una ukomo. Na kama una ukomo, ina maana kwamba hata watumishi utakao utakaotaka kuwa nao pale, inabidi uwe na watumishi ambao wanaendana na hadhi ya kituo ukiwa na watumishi ambao ni nje ya hadhi ya kituo, maana yake ni kwamba hawawezi kufanya ile, ile shughuli walioisomea yenye uwezo wa kufanya nje ya hadhi ya kituo. Kwa hiyo mwisho wa siku mnaweza mkajikuta mnawalipa mishahara mikubwa lakini ambayo hamwezi kuingiza kipato kitakachosaidia kuendesha zile huduma. Um, nina ninakushukuru sana daktari kwa kutupitisha hapo. Ninaamini pia hapo mbele katika malengo ya baadaye tutaweza kufahamu sasa mna mnawaza nini. Uh, pengine tufahamu, huu ni mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano na ndio kwanza tu mwanzoni mwanzoni, na uh, mlikuwa na malengo fulani katika idara ya, tuna malengo uh -huh. Nimetoka kugusia tuna zahanati uh -huh. Tuna malengo angalau kila fildi au konferensi uh -huh. Ziwe na kituo kimoja cha afya, na kwa kuanzia hapa, ninavyozungumza hivi, Morogoro wako kwenye mchakato wa kuanza kujenga eh, chumba cha upasuaji katika ile, katika ile polikliniki okay. Tayari kuipandisha hadhi, kuitoa katika polikliniki kuipeleka kituo cha afya mm. Kwa hiyo kigezo cha kuwa na kituo cha afya sharti mojawapo mm. lazima muwe na eh, huduma ya upasuaji. Kwa hiyo lazima mjenge jengo la kisasa mm -hmm. eh, kwa mujibu wa taratibu za kiwizara linalokidhi mm -hmm. vigezo vyote vya kusajiliwa mm -hmm. na yenyewe tuna kama hatutakwama kwa jinsi tulivyopanga tunategemea tarehe thelathini mwezi wa Aprili mm -hmm. mwaka huu mm -hmm. kile, kile chumba cha upasuaji kio kimekamilika mm -hmm. na harakati za kusajili ziwe zimeendelea maana nizishaanza mm -hmm. ziwe zinaendelea na kukamilika mm -hmm. kwa hiyo tunaamini kwamba ndani ya mwaka huu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano mm -hmm. tutakuwa tuna kituo cha afya pale Morogoro. Hiyo ah, ni habari njema sana, na tunawaombea kwamba hilo lengo likaweze kutimia. <laughs> Lakini vipi, mmewezaje kukonekti na kuunganishwa na idara zingine? A idara zingine tunafanya nao kazi vizuri. uh -huh. na hususan ni katika swala la mafundisho uh -huh. kama tulivyosema kwamba idara iko kwa makusudi maalum ya kutimiza kazi ya uinjilisti uh -huh. na kazi ya kuwasaidia watu kuwa na afya njema. Kwa hiyo huwa tunashirikiana na idara zote, wakati mwingine tunakuwa katika matamasha au semina za idara, kwa mfano uwakili wakati mwingine idara ya elimu, wakati mwingine tunakuwa na idara ya mawasiliano na idara zingine kama ilivyo. Kwa hiyo huko, maana kila idara inakutanisha watu, wachungaji, washiriki, viongozi wa kanisa kama wazee wa kanisa na viongozi wa idara ya huduma za afya na kadhalika. Kwa hiyo wale wote tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba basi wanapata mafundisho kulingana na falsafa ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Na hiyo mmeionaje, mwitikio wake? E, mwitikio wake ni mzuri mm. Kwanza mtu anapokuwa amepata habari hizo anakuja amefurahi, kwa sababu kando ya kwa mfano kama idara ya wakili imekusanya mm -hmm. watu mm -hmm. kwa ajili ya semina hiyo. Kwa hiyo huyo mtu anapokuja anakuja ametoka na package tunaita, mm. kifurushi kizuri, anatoka na kifurushi cha mafundisho ya afya mm -hmm. lakini pia anatoka na kifurushi cha mafundisho ya wakili na wakati mwingine unakuta hata idara zingine zimealikwa pale mm -hmm. Anaweza katoka na kifur, kifurushi cha idara ya elimu, kifurushi cha mawasiliano na kadhalika mm -hmm. Hivyo basi, watu wanatoka angalau wamefurahi kwa sababu wanapata mafundisho kwa upana kwa wakati mmoja. mm -hmm. Na katika swala la vitabu mlikuwa na malengo kwa kiasi gani? Kwa sababu tunajua kuna machapisho kama katika idara zingine, mfano labda uwakili umekuwa na machapisho kadha wa kadha Eh, uh, vile vitabu vya usomaji sijui wa zaka na sadaka. Nyie kwenu uh, hili mliliwekeaje malengo? Kwa kwa upande wa idara ya huduma za afya mm -hmm. huenda ndio ambayo ina machapisho mengi zaidi. Mm -hmm. Hata wewe unaweza kuwa shahidi. Wanapokuwa wanatembea wainjilisti wanaouza vitabu, mm -hmm. sehemu kubwa utakuta wamebeba mikononi mwao vitabu vya afya. Mm -hmm. Kwa hiyo tuna vitabu vingi. Ah, uh, niseme tu kwamba hivi vitabu vingi ni vya lugha ya Kiingereza. Mm -hmm. Kwa hiyo changamoto tulionayo sisi ni kuhakikisha kwamba tunaitatua kwa kuhakikisha kwamba tunavitafsiri kwenda Kiswahili. Na hivi tunavyoongea, kuanzia mwaka juzi mwishoni na mwaka jana, kuna kitabu cha mashauri juu ya chakula na lishe kilishatafsiriwa na kipo, ni kizuri sana ki, ki, kiko kina kinauzwa uh, lakini pia tuna tafsiri, eh, wakati tunaongelea vile vipindi vya nyuma tuligusia celebrations kanuni kumi na mbili za afya ambazo zenyewe ndio zinafaa kufundishia kwenye FOT, kwenye makanisa kwenye mihadhara mm. Na zenyewe hivi ninavyoongea hata ile asubuhi nitaka kuongea na anayetafsiri mm -hmm. ameshafikia hatua ya kupeleka kwenye uhariri, kitatoka kitabu mm -hmm. kizima mm -hmm. Lakini pia kuna kitabu kinatafsiriwa ki lugha ya Kiswahili, Kiswahili. Mm -hmm. Lakini kuna kitabu kingine kuishi kiafya mm -hmm. na chenyewe hivi ninavyozungumza kinaendelea kutafsiriwa. Mhm. Uh -huh. Lakini pia kuna kitabu ambacho kiko kwenye mitambo tayari sasa hivi kinapangwa ili kiweze kuchapwa. Mhm. Uh -huh. Kile kitabu ndicho ambacho kinakusanya zile taratibu nilizokuwa ninazungumza mara ya kwanza kama kanuni za, za uendeshaji. Uh -huh. Moja matamko yote ya kanisa la Waadventista wa Sabato kuhusiana uh -huh. na masuala ya afya uh -huh. yametafsiriwa kwa Kiswahili. Lakini pia miongozo yote inayohusiana na masuala ya chakula uh -huh. kwa muktadha wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Mhm. Uh -huh na yenyewe imetafsiriwa. Kwa hiyo itakuwa ndani ya kitabu kimoja, kitakuwa kimeshika upande mmoja mm -hmm. Eh, yani kurasa za mwanzo zote mm -hmm. zitakuwa na matamko ya kanisa kuhusu afya mm -hmm. alafu kurasa zinazomalizikia mm -hmm. zitakuwa na miongozo ya lishe kwa mujibu wa m, m, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile nani, lile baraza mm -hmm. la lishe mm -hmm. la Conference kuu mm -hmm. kwa hiyo mtu akishika atakuwa anaelewa kabisa kwamba sisi kama wadventista mm -hmm. tunapaswa tufanye hiki kwa namna hii, tufanye hiki kwa sababu hii mm -hmm. kwa hiyo hivyo vitabu vyote vinatoka na hivi, tunaamini tuna kwamba kabla ya kufikia mwezi wa tano mwishoni mm -hmm. haya matamko na hii miongozo mm -hmm. itakuwa tayari imeshachapwa kama kitabu. mm -hmm. Dokta, nina ninakushukuru sana na ninaamini pia mtazamaji umepata nafasi ya kusikia aa, ukae tayari eh, kujiandaa kupokea miongozo hiyo ambayo inakuja, na kwa hakika itakuwa imesheheni mambo mengi mazuri ya kutu uh, tuongezea wigo mpana kuifahamu vizuri idara hii ya afya. Pengine sasa baada ya kufahamu hayo malengo ambayo mmekuwa nayo. Naamini hata mpaka sasa kuna yale ambayo mmeshafanikiwa uh, kuyatimiliza. Unaweza ukashiriki nasi hapa kwamba mmefaulu kwa, kwa kiasi gani kutimiza. Um, kama nilivyosema kwa upande wa machapisho tumefanikiwa tayari. Hayo mimi kwangu ni tayari, tumeshafanikiwa kwa sababu bajeti ipo, kwa hiyo tunategemea kwamba si muda mrefu vitabu vitakuwa mikononi mwa wasomaji mm -hmm. Lakini pia niseme tu kwamba miongoni mwa vitu ambavyo tumevifanya, tumeenda kwenye kanda mbalimbali tukishirikiana na, na idara ya uwakili mwaka mm -hmm. jana tulifika kanda ya Dodoma tukatoa mafundisho ma, ma, ma lakini tulienda Tunduma, tukatoa mafundisho lakini pia tulienda Morogoro. Ninaposema kwamba kanda ya Dodoma inamaana kwamba mikoa yote ambayo iko karibu na Dodoma kwenye hiyo field watu wanakutana Morogoro. Ilikuwa ni Dar es Salaam yote na morogoro yenyewe, tulikutana pale. Lakini ninapozungumzia habari ya, ya, ya kule Tunduma inamaana kwamba kule Tunduma, Mbeya yote, Songwe yote na watu wa kutoka Sumbawanga, kutoka Rukwa, kutoka Katavi, wote walikuwa pale. Kwa hiyo na kwetu tulifanya semina za afya, na hizi zote tunaamini ya kwamba tulipeleka namna ya kuelewa kwamba Waadventisa tunaishije kiafya. Kwa hiyo sisi kwetu hayo ni mafanikio. Naam, ninaamini pia kwamba miongoni mwa vitu ambavyo mmekuwa mkivifanya ni uh, zile programu za uinjilisti uh, kwa kufanya huduma za afya, huduma za afya mm -hmm. Tumefanikiwa ee, kwa kiasi kikubwa yani, ile mwaka jana mwaka mm. jana kama unakumbuka tulikuwa na nadhani kwani mwaka jana mm. tulikuwa na Kahama Net Event. mm -hmm. tulishiriki matibabu yeah. ya bure kule mm. lakini pia hata mwaka juzi mm. Kihonda Net event. mm -hmm. tulikuwa pale. hayo mm. ni ambayo yana, yanafanyika kupitia e, zile taratibu za kiatape mm. lakini pia mwaka huu tutakuwa mm. Dar es Salaam da net event mm -hmm. na mwaka huu tena tarehe thelathini mpaka mm -hmm. tarehe sita Aprili tarehe thelathini Machi mm -hmm. na mpaka tarehe sita Aprili mm -hmm. tutakuwa Zanzibar pale mm -hmm. Zanzibar tutakuwa na kambi ya matibabu kwa muda wa siku sita mm -hmm. ambapo tutashirikiana na wakurugenzi, madaktari kutoka bara na madaktari walioko kule kwa mm huduma -hmm. ya bure lakini pia zingine zimekuwa zikifanyika nyingi kwenye makanisa mahalia, kwenye makambi, kwenye effort mbalimbali. Karibu kila effort huwa ina mafundisho ya afya, lakini kuna baadhi ya effort zingine ambayo ni mikutano ya hadhara inakuwa na mafundisho pamoja na huduma za bure za matibabu au kupima na kutoa mashauri. Kwa hiyo tunaona sisi kwetu tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Namongereni sana kwa huduma hizo, na kwa hakika tunaamini mtazamaji aa, umejifunza kwa sababu ninakumbuka miongoni mwa mikutano ambayo ilikuwa pia na watu wengi waliohudumiwa ni ule wa Kahama ndio, e, na ukijumuisha mikutano ya kiinjili ki ambayo imefikiwa na huduma hizo inafika zaidi ya watu laki nne kabisa, ambao wamehudumiwa. Lakini pia tumeona zaidi ya watu mia moja sitini na nne wamempokea Yesu kama sehemu ya uongofu kupitia huduma hizi za kimishonari kwa matibabu, na ninatumaini kwamba haya yote ni mafanikio, lakini mafanikio yanayokuepo, hazikosekani changamoto. Naam, zipi changamoto ambazo mmekuwa mkikutana nazo nyee? Eh, changamoto ziko ambazo ziko ndani ya kanisa na ziko nje ya kanisa. Mm -hmm. Nje ya kanisa zinaweza iz zikawa sio za kutusumbua sana lakini zilizoko ndani zinaweza zikasumbua sana kwa sababu uh, wanaweza wakafanya kitu kwa mgongo wa kanisa, lakini kule nje watu wakatembea, kwamba kanisa ndivyo linavyokuwa ndivyo lilivyo. Lakini baadhi ya changamoto ambazo naweza nikaziona hapa zinazotupa changamoto kubwa ni kama kwa mfano, kuna baadhi ya mafundisho ya afya ambayo yanafanywa na watu, lakini wale watu ni washiriki, ni Waadventista wa Sabato lakini hawazingatii ile miongozo ambayo tumeisema. mm -hmm. Anaibuka na kitu anakuzia kile kitu, lakini ukija kuangalia kwenye kanisa hakipo. mm -hmm. Kwa hiyo sasa hiyo ni changamoto, kwa sababu inabidi muingie, mtumie nguvu nyingi sana kuwasaidia kuelewa. Lakini kuna wengine wamejiingiza katika mafundisho au katika huduma ambazo zinawapatia kipato. mm -hmm. Sasa utaomba msaidia mtu, upande wa kwanza unamsaidia ili aweze kukaa vizuri, lakini upande wa pili, na maana kwamba unamzuia asifanye kile ambacho kinamsaidia kwenye kipato, kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa kama vile mgongano wa kimaslahi, na huo mgongano wa kimaslahi aidha, nyie ambao mnataka kumsaidia akae vizuri, anaona kama vile nyie ni wapinzani wake, na kama ni mshupavu, basi tunapata changamoto. Hiyo ni moja ambayo tunakutana nayo, lakini kuna moja ambayo iko ndani ya kanisa. Kuna baadhi ya waumini wetu, ili niliseme wazi, ili ulielewe vizuri, wamejiingiza katika biashara ya kuuza dawa wanauza virutubisho, mm -hmm. Lakini vile virutubisho kwa watengenezaji, pamoja na shirika la afya la ulimwenguni na taasisi yoyote ambayo inazingatia sayansi ya kweli, mm -hmm. Virutubisho huwa haviko kwa ajili ya kutibu ugonjwa wowote, mm -hmm. Ni kwa ajili ya kusaidia. Kumbuka neno linaitwa virutubisho, mm -hmm. Au niweke vizuri, ukisikia neno food supplement, mm -hmm. ni nyongeza ya chakula ile nyongeza ya chakula ina maana kwamba anapaswa apewe yule ambaye amepungukiwa hicho, ambacho inadhaniwa hana, ndio anapewa. Lakini sasa, sera dunia sasa hivi imebadilika, watu wanachukua vile virutubisho alafu wanatangaza kwamba vinaponya magonjwa, tena yanatajwa magonjwa makubwa: kisukari, saratani, sijui homa ya ini. Yeah, na magonjwa mengine makali makali, shinikizo la juu la damu, magonjwa ya moyo, figo kutokufanya kazi, na mbaya zaidi wengine wanaenda mpaka kusema kwamba zinasafisha damu ili mtu awe salama. Sasa nitamke wazi tu ya kwamba ni kweli inasikika vizuri kwenye masikio ya watu na inashawishi, lakini kiuhalisia si kweli. Na kwa sababu nasema si kweli, kama kanisa hizo huduma zinazofanyika zio zinafanya na mtu wa ndani ya kanisa au nje ya kanisa, lakini kiukweli ni kwamba si sawa, kwa sababu kanisa halina programu kama hizo. Labda nikisema hivyo, sijui kama tulikuwa tumeelewana. Nimekuelewa na ni changamoto. Nimekuelewa na daktari, tunapoelekea mwishoni sasa. Aa, kwa maneno machache, unaionaje? Unaiona wapi idara ya afya? Mimi ninaiona ikitimiza ujumbe wake kwa watu ambao wamekusudiwa watakaosikiliza na ambao watakuwa waaminifu kuelewa na kugeuka na kuishi sawasawa na mafundisho ya kiafya, ninaiona inawapeleka watu katika afya bora kimwili, kiakili na kiroho. Na kama wakishakuwa na afya bora kimwili, kiakili na kiroho, sasa nizungumze habari ya kiakili. Maana yake kwamba huyu mtu akiwa na akili timamu, ana uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, ikiwa ni pamoja na kuishi kiafya, lakini zaidi sana kuwa tayari kuokolewa, kuwa tayari kumtegemea Mungu na Yesu Kristo kwa Roho wake Mtakatifu amwezesha kutokufanya dhambi, kwa sababu amefanya maamuzi sahihi. Kumbuka, ukiwa na shida ya akili huwezi kuamua sawasawa, sawa. Na shida ya akili ni ugonjwa, na kama mtu ana shida ya akili, ukimsaidia akawa na akili timamu, ataweza kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo mimi naiona idara ya afya, kama itaendelea kufanya kazi inavyopaswa, inawafikisha mahali ambako watu watapata ujumbe wa romta, wa, wa ujumbe wa Injili mm, na kisha kufanya maamuzi sahihi ya kuweza kuongolewa na kisha uzima wa milele. Amina. Ni maneno yenye nguvu kabisa hayo ambayo yanatupeleka mwisho wa kipindi chetu kwa juma hili. Na ni kushukuru sana daktari, umetubariki kwa maneno hayo, na pengine sasa mtazamaji, nabakia kuwa kwako. Tumesikia mambo mengi, tumesikia miongozo mbalimbali mbali, tumesikia vile ambavyo changamoto zipo. Ikiwa wewe ni sehemu ya changamoto za kuifanya idara hii ishindwe kutimiza majukumu yake, basi ninaamini Roho wa Mungu atafanya kazi kuzungumza na wewe na kuwa sehemu ya mkono wa msaada Amina. Asante sana daktari kwa maneno hayo ambayo yanahitimisha kipindi chetu. Tumekuwa na majuma manne ya baraka na tumeifahamu idara hii ya huduma za afya na kiasi namna inavyofanya kazi hapa katika makao makuu ya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Bwana akubariki sana na nikutakia uta, utendaji mwema katika majukumu yako na kutekeleza yale ambayo ni matazamio yenu katika idara. Naam, nawe Mungu akubariki pia, na msikilizaji na mtangazaji mm, pamoja na wote ambao wameangalia mm vipindi hivi tangu mwanzo na hata watakaoendelea kuangalia vijavyo. Mungu awabariki sana mm -hmm. Amina na hivyo basi, ni kualike daktari utufunge kwa ombi. Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa sababu wewe umekuwa ukijishughulisha na mambo yetu, umekuwa nasi kwa muda mrefu, tangia wiki ya kwanza hadi leo wiki ya nne, jina lako litukuzwe. Sasa mengi tumejifunza tusaidie kupata uelewa, lakini tusaidie kufanya maamuzi, maana mwisho wa siku tunahitaji kuwa na afya njema itakayo tusaidia kufanya maamuzi sahihi ikiwa ni pamoja na kuokolewa. Amen, ndivyo tunavyoomba tukiamini katika jina lako Yesu. Amina. Amen. Amen. Mtazamaji, tunamaliza hivi na bwana akubariki sana unapoendelea kutazama vipindi vyote vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Umekuwa nami Spora Mseli Molon Talima, nimekuwa naye Daktari Livingstone Kingu akiwa mgeni wetu kwa majuma manne, ambayo ninaamini yamekuwa sehemu ya baraka na kukuongezea ufahamu wa idara ya huduma ya afya na kiasi Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Shukrani kwa Obadia Mbwambo aliyekuwa nyuma ya kamera, na shukrani kwa wenzangu wengine wote ambao wameshiriki matangazo haya kukufikia. Bwana akubariki, tukutane tena juma lijalo, siku na muda kama wa leo. Amina.